Habari zenu wapendwa, karibu sana katika somo jingine la kuvutia kwenye Ufalme Uliopotea. Leo tutajadili mada nzito sana ambayo watu wengi hawajawahi kuifikiri kwa kina. Tutachunguza jinsi bara la Afrika lilivyoathiri ustaarabu wa Misri ya kale. Misri ya kale haikuwa kisiwa kinachoishi peke yake katika ulimwengu. Ilikuwa sehemu ya mfumo mkubwa zaidi wa biashara, utamaduni na miingiliano ya kijamii. Kwa hivyo, tutaangalia mitandao hii kwa undani wa kihistoria na kisayansi. Ninyi nyote mliosha tujunga na kutupa joto, tunawashukuru sana kwa msaada wenu. Kwa wale ambao bado hamja subscribe na kupiga like, fanyeni hivyo sasa ili msipoteze maudhui mengine. Afrika Mashariki na kusini mwa jangwa la Sahara ilichangia mengi kwa ustaarabu wa Misri, mambo kama madini ya thamani, wanyama wa kipekee na hata utamaduni uliingia Misri. Wafalme wa Misri walipenda sana dhahabu iliyotoka nchi za kusini kama Nubia. Nubia ilijulikana kama Kush katika lugha ya Kiegypt na ilikuwa chanzo kikubwa. Biashara kati ya nchi hizi mbili ilianza tangu miaka elfu nne kabla ya Kristo. Wamisri walipata dhahabu, pembe za ndovu, magamba ya chui na samaki kutoka Afrika. Vifaa hivi vya anasa vilikuwa muhimu sana kwa maisha ya kifahari Misri. Wafalme walitumia bidhaa hizi kujenga mahekalu makaburi na vitu vya ibada. Nyenzo hizi zilisambaa katika jamii yote ya Misri kupitia soko la biashara Michaels. Nubya haikuwa tu chanzo cha rasilimali za asili, bali pia walikuwa na uhusiano wa kisiasa. Wakati mwingine, Nubya na Misri walipigana vita kwa ajili ya udhibiti wa biashara. Katika zama zingine, wao waliishi kwa amani na kuchanganya utamaduni wao. Wafalme wa Nubya walifanya ndoa na wanawake wa Misri kuimarisha mahusiano ya kisiasa. Wakati wa dynasty ya 25, Nubia iliwahi kutawala Misri kwa miaka sabini. Wafalme kama Piye na Taharka walitoka Nubia na kuongoza Misri kwa nguvu. Wao walirejesha utamaduni wa zamani na kujenga mahekalu makubwa ya Amun. Historia hii inaonyesha kwamba Afrika haikuwa pembeni ya maendeleo ya Misri. Badala yake, Afrika ilikuwa sehemu muhimu ya hadithi ya kisiasa ya Misri. Miingiliano hii ililenga dunia nzima ya kaskazini mwa Afrika kwa namna muhimu. Mto Nile ulitoka kusini mwa Afrika kupitia nchi nyingi kabla ya kufika Misri. Maji ya mto huu yalibeba rutuba kutoka milima ya Ethiopia na Uganda. Wamisri walitegemea mafuriko ya kila mwaka kupalilia mashamba yao yote. Bila maji haya kutoka Afrika ya Mashariki, Misri ingekuwa jangwa tupu. Jamii nzima ya kilimo ilikuwa inategemea zawadi ya Afrika kwa Misri. Hii inamaanisha kwamba maisha yote ya Misri yalikuwa yamefungwa na Afrika. Mifugo kama ng'ombe, mbuzi na kondoo vilikuja Misri kutoka nchi za kusini. Mazao kama mtama na mahindi ya Afrika yaliingizwa na kuchanganya na kilimo cha Misri. Hata mbegu za mimea fulani ilisafiri kutoka Afrika kwa njia ya biashara. Kwa hivyo chakula cha kila siku cha Wamisri kilikuwa kimeathiriwa na Afrika. Wanasayansi wamebaini kwamba DNA ya Wamisri wa kale ina uhusiano na watu wa Afrika. Uchunguzi wa mifupa ya watu wa zamani umeonyesha kuchanganyika kwa watu mbalimbali. Misri ilikuwa mahali ambapo watu wa Afrika kusini na kaskazini walikutana na kuchanganyika. Rangi ya ngozi ya wa Wamisri ilikuwa tofauti kutoka nyeupe hadi nyeusi. Picha za kale za Misri zinaonyesha watu wenye sura tofauti za Kiafrika. Sanaa ya Misri ilionyesha rangi mbalimbali za ngozi bila ubaguzi wa rangi. Hii inaonyesha kwamba Misri ilikuwa jamii ya mseto kutoka mwanzo wake. Wafalme wenyewe walikuwa na asili ya Kiafrika kwa sehemu kubwa. Historia ya damu inaonyesha kwamba Misri haikuwa ya nje ya Afrika wa Misri walijiona kama sehemu ya ulimwengu wa Afrika na siyo nje yake. Kwa wale wanaofuatilia kwa makini, naomba muandike maoni yenu hapa chini kuhusu mambo haya. Je, mlikuwa mnajua kwamba Nubia ilitawala Misri kwa muda mrefu? Tafadhali miambieni pia kama mna maswali mengine kuhusu uhusiano huu wa kihistoria. Jamii yetu inakuwa sana wakati tunaposhiriki mawazo na taarifa zenye thamani kila mtu ana kitu cha kuchangia katika mazungumzo haya muhimu sana ya kihistoria. Dini ya Misri pia iliathiriwa sana na imani za Afrika za kiasiri. Mungu wa Misri Amon alikuwa na sifa zinazofanana na miungu ya watu wa Nubia. Miungu mingine kama Bes ilionekana kuwa imetoka nchi za kusini mwa Afrika. Bes alikuwa mungu mfupi mwenye misuli iliyoangazwa na nywele nyingi za Kiafrika. Huyu mungu alilinganishwa na nguvu za asili za msitu wa Afrika. Ibada ya miungu hii ilikuwa ya kawaida sana katika nyumba za Wamisri wa kawaida. Hata ushirikina wa mizimu ulifanana sana na imani za watu wa Afrika. Wamisri waliamini kwamba wafu wanaweza kuwasiliana na watu wa duniani kama walivyoamini watu wa Afrika. Sherehe za kifo na mazishi yalizingatia taratibu zinazofanana na za Afrika. Uzao ulikuwa muhimu sana katika dini ya Misri kama ilivyokuwa Afrika. Miungu ya Misri mara nyingi ilikuwa na nguvu za kuzalisha na kupata watoto. Sanaa ya Misri pia ilionyesha ushawishi mkubwa kutoka bara la Afrika. Picha za wanyama wa Afrika kama simba, tembo na virago zilijaa sanaa. Simba walikuwa ishara ya nguvu na utukufu kwa wafalme wa Misri. Tembo walithaminiwa kwa pembe zao na walikuwa ishara ya utajiri mkubwa. Chui na nguruwe wa mwitu walionyeshwa katika picha za mawindo ya wafalme. Hata ndege wa Afrika kama korongo walionekana katika picha za papyrus. Sanaa ya mapambo ilionekana kuiga mifumo ya Afrika kama pete za shingo. Michezo ya Kiafrika kama mankala ilionekana katika majengo ya Misri ya kale. Vyombo vya muziki vya Misri vilikuwa vimepakiwa ushawishi kutoka Afrika. Ngoma na filimbi vilifanana na vile vilivyotumiwa katika sherehe za Afrika. Sanaa ya kusuka nguo pia iliiga michoro ya rangi kutoka maeneo ya Afrika. Hii ni nusu ya safari yetu kwenye mada hii yenye kuvutia sana ya kihistoria. Kwa wale ambao bado hamjasubscribe na kupiga like na washawishi tena, mjichukue dakika moja. Tutazidi kutoa maudhui ya hali ya juu kama haya kila wiki. Ninyi ni sehemu muhimu ya jamii yetu inayokuwa ya wapenzi wa historia. Pamoja tunaweza kujifunza mengi zaidi kuhusu ukweli wa historia ya Afrika. Sasa tutaendelea na mambo mengine ya kipekee kuhusu uhusiano huu muhimu. Biashara ya Misri na Afrika ilishughulikia zaidi ya bidhaa za kimwili tu. Watu walisafiri na kubadilishana mawazo, teknolojia na ujuzi wa kazi mbalimbali. Wafundi wa madini kutoka Nubia walimfundisha wa Misri jinsi ya kuchimba dhahabu. Teknolojia ya uchongaji wa mawe ilikuja Misri kupitia njia za biashara. Mbinu za uashi zilichukuliwa kutoka maeneo ya Afrika ya mashariki na kusini. Ujuzi wa kuwinda na kufuga wanyama ulibadilishwa kati ya jamii hizi. Dawa za asili na tiba za kienyeji zilisambaa kupitia wafanyabiashara wa kusafiri. Wanamke wa Afrika walimfundisha wa Misri njia za kupamba ngozi na nywele. Pembe za ndovu zilishonwa na wafundi kutoka maeneo ya Afrika ya kati. Sanaa ya upigaji chuma ilionekana kuwa imesafiri kutoka nchi za kusini. Misri ilijifunza utamaduni mwingi kupitia mawasiliano mazuri na majirani zake. Barabara za biashara ziliunganisha Misri na sehemu nyingi za Afrika kwa miaka mingi. Njia moja muhimu ilienda kusini kupitia mto Nile hadi Uganda na Rwanda. Njia nyingine ilienda madharibi kupitia jangwa hadi Chad na Nigeria. Barabara za pwani ziliunganisha Misri na Somalia kupitia bahari ya Shamu. Wafanyabiashara walisafiri kwa miguu, ngamia na meli za kuvuka maji. Bidhaa zilisafiri kwa miezi mingi kabla ya kufika soko la Misri. Ngamia zilitumiwa sana baadaye katika miaka mia sita kabla ya Kristo. Kabla ya hapo, punda na makelele walitumika kubeba mizigo kwa safari ndefu. Misri na Nubia walikuwa na mitambo ya kusimamia barabara na kulinda wafanyabiashara. Vikosi vya askari vilitunza amani kwenye njia za biashara hizi muhimu. Biashara hii iliimarisha uchumi wa Misri na kuifanya kuwa nchi tajiri. Wafalme wa Misri walituma majeshi kusini kupata rasilimali na kudhibiti maeneo, lakini mara nyingi majeshi hayo yalirudi yakiwa yameathiriwa na utamaduni wa Afrika. Askari wa Misri waliolala na wanawake wa Afrika walileta watoto wa mseto. Hao watoto walionekana kuwa na sifa za Afrika na Misri zote mbili. Wafalme kadhaa wa Misri walizaliwa na mama kutoka Nubia na nchi zingine. Hii ilimaanisha kwamba utawala wenyewe ulikuwa wa Kiafrika kwa kiasi kikubwa. Makaburi ya Misri yananyesha wafu wenye asili tofauti kutoka sehemu nyingi. Sherehe za kifo zilikuwa ni mseto wa taratibu za Misri na Afrika. Familia za wafalme zilishirikiana na familia za kifalme kutoka Nubia na nchi zingine. Hii ilijenga uhusiano imara wa kisiasa kati ya nchi hizi za Afrika. Ninyi wanaofuatilia naomba mniambie nini mnachofikiri kuhusu ukweli huu wa kihistoria. Je, shule zilizowafundisha ziliwahi kusema kwamba Misri ilikuwa Afrika halisi au mlijifunza kwamba Misri ilikuwa nchi tofauti kabisa na Afrika? Tafadhali miambieni katika sehemu ya comments. Maoni yenu na uzoefu wenu wa kujifunza historia inaweza kuandikwa tena, wakati tunapochanganya habari za kweli na ushahidi halisi. Ninyi nyote mna sauti muhimu katika mazungumzo haya makubwa kuhusu asili yetu. Misri na Afrika zilikuwa na uhusiano wa pamoja katika nyanja ya sanaa. Wachongaji wa sanaa wa Misri walimfanyia kazi wafalme wa, wa Nubia na kuwatengenezea sanamu. Wachongaji wa Nubia nao walimfanyia kazi wafalme wa Misri na kuwatengenezea vitu. Mitindo ya usanifu wa majengo ilionekana kuwa sawa katika nchi hizi mbili. Miraba ya mawe iliyotumiwa kujenga ilikuwa ya aina moja katika Misri na Nubia. Hata njia za kupamba kuta za mahekalu zilikuwa sawa kwa kiasi kikubwa. Rangi zilizotumika kwenye picha za kuta zilikuwa zinatoka chanzo moja. Madini ya kutengeneza rangi yalichimbwa kutoka maeneo yanayoshirikiwa na nchi hizi. Sanaa ya kutengeneza vyombo vya udongo ilionekana kuwa sawa katika maeneo yote. Wafundi walibadilishana mbinu za kuchoma na kupaka mafuta kwenye vyombo. Hii inaonyesha kwamba Misri na Afrika walikuwa sehemu moja ya ulimwengu sana wa sanaa. Baadhi ya wafalme mashuhuri wa Misri walikuwa na mama au bibi kutoka Afrika. Mfano ni Malkia Tiye ambaye alikuwa mke wa Amenhotep wa tatu. Yeye alitoka familia yenye asili ya Nubia na alikuwa na nguvu nyingi. Mwanawe Akhenaten alitawala Misri na kubadilisha dini kwa muda wake. Nefertiti pia anaaminiwa kuwa alikuwa na asili ya Kusini mwa Misri. Malkia Hatshepsut alifanya biashara kubwa na nchi ya Punt katika Afrika. Safari hii ilikuwa muhimu sana na imeandikwa katika mahekalu yake. Cleopatra wa mwisho alikuwa na damu ya mseto kutoka familia nyingi. Wafalme hawa walionyesha kwamba Misri haikuwa nchi iliyojitenga na Afrika. Badala yake walikuwa sehemu ya mfumo mkubwa wa familia za kifalme Afrika. Ndoa hizi ziliimarisha amani na biashara kati ya mataifa haya ya Afrika. Lugha ya Kijipti yenyewe iliathiriwa na lugha nyingine za Afrika za wakati ule. Maneno mengi ya Kijipti yana yanaasili katika lugha za watu wa Nubia. Sauti fulani za lugha za Afrika ziliingizwa katika sauti za Kijipti. Mbinu za kuandika zilionekana kuwa zinafanana na michoro ya watu wa Afrika. Hata njia za kuhesabu zilikuwa sawa katika baadhi ya lugha za Afrika. Wanasayansi wa lugha wamebaini uhusiano kati ya familia za lugha hizi. Kijipti kinachukuliwa sasa kuwa sehemu ya familia ya lugha za Afroasiatic. Familia hii inajumuisha lugha nyingi za Afrika kaskazini na mashariki zote. Hii inaonyesha kwamba Misri haikuwa kipande kinachojitenganisha na Afrika. Lugha yao ilikuwa imeunganishwa na mazungumzo makubwa ya bara zima. Mawasiliano yalikuwa rahisi kati ya watu wa maeneo haya kwa sababu za kihistoria. Mambo ya kilimo pia yalionyesha uhusiano mkubwa kati ya Misri na Afrika. Zao la alizeti lilikuja Afrika ya Mashariki kabla ya kufikia Misri. Kunde na njegere zilizaliwa na watu wa Afrika na kufikiwa Misri baadaye. Matunda kama tikiti, maji na maembe yalikuja kutoka maeneo ya Afrika ya Kusini. Majani ya tumbaku na miharage pia yalikuja kutoka sehemu za Afrika. Mbegu za mimea hii zilisafiri kwa njia ya biashara kwa miaka mingi. Wamisri walianza kupanda mazao haya katika mashamba yao ya rutuba. Mifugo kama bata maji na kuku walikuja kutoka Afrika ya Mashariki. Nguruwe wa porini walifugwa na kuingiwa nyumbani kutoka wanyama wa Afrika. Ufugaji wa samaki katika mabwawa ulijifunzwa kutoka watu wa Afrika. Teknolojia hii ilianzisha sekta mpya ya kilimo katika Misri ya kale. Bonsini. Ya Misri yalikuwa yakitegemea sana uchimbaji kutoka maeneo ya Afrika. Shaba ilichimbwa kutoka Nubia na Sudani ya leo na kusafirisha Misri. Chuma cha awali kilikuja kutoka Uganda na Tanzania kupitia njia za biashara. Almasi ndogo na vito vilikuja kutoka nchi za Afrika ya Kusini mwa jangwa. Mawe ya thamani kama zumaridi na yakuti ya kuti yalichimbwa katika milima ya Afrika. Misri ilijenga nguvu yake ya kiuchumi juu ya bidhaa hizi za Afrika. Wafalme walituma majeshi kuhakikisha udhibiti wa machimbo haya muhimu sana. Wafanyakazi elfu nyingi walitumika kuchimba madini katika hali ngumu za jangwa. Madini haya yalikuwa muhimu kwa ujenzi wa mahekalu na makaburi ya wafalme. Biashara ya madini iliimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya Misri na Afrika. Malkia Hatshepsut alituma wafanyabiashara kwenda nchi ya Punt mwaka 1405 kabla ya Kristo. Safari hii ilikuwa kubwa sana na imerekodiwa katika michoro ya ukuta. Punt inaaminiwa kuwa ilikuwa katika eneo la Somalia au Eritrea ya leo. Wafanyabiashara walirudi na ubani, manemane mane, dhahabu na wanyama wa ajabu. Michoro inaonyesha miti ya ubani ikichimbwa na kusafirishwa kwa meli. Wanyama wa kipekee kama twiga na nyani walipelejwa Misri kwa ajili ya bustani. Biashara hii ilionyesha kwamba Misri na Afrika zilikuwa zimeshikamana kwa biashara. Hatshepsut alijivunia sana safari hii na akajenga mahekalu kwa heshima yake. Wafanyabiashara wengine waliendelea kusafiri kwenda Punt kwa mamia ya miaka biashara hii iliimarisha uchumi wa Misri na kuipa vitu vya anasa. Mahusiano haya yalionyesha kwamba Misri ilikuwa sehemu ya mtandao wa biashara wa Afrika. Wakati wa kipindi cha kushirikiana cha tatu, Misri iligawanyika na kulindwa na watu wa Nubia. Wafalme wa Nubia kutoka Napata walitawala Misri kwa miaka 70 hivi. Hii ni kipindi kinachojulikana kama familia ya 25. Mfalme Piye alishinda Misri na kuanzisha utawala wa Nubia juu ya nchi. Taharka alikuwa mfalme mwingine maarufu aliyejenga mahekalu makubwa katika Thebes. Wao walirejesha kanuni za zamani za ibada na kusahau mabadiliko ya kifedha. Wafalme hawa walielewa vizuri utamaduni wa Misri na wakautekeleza kwa uaminifu. Watu wa Misri waliamini kwamba wafalme wa Nubia walikuwa wenye haki ya kutawala. Hii ni ishara kwamba watu wa Afrika wenyewe walikuwa sehemu ya historia ya Misri. Utawala huu ulisaidia kuunganisha zaidi Misri na Afrika katika utamaduni. Baadaye, Waashuru waliingia na kuwafukuza wafalme hawa wawe Nubia kurudi kusini. Sherehe na sikukuu za Misri pia zilionyesha ushawishi mkubwa wa utamaduni wa Afrika. Ngoma na muziki wa sherehe hizi ulitumia ala zilizofanana na za Afrika. Dansi ya watu wa Misri ilikuwa na mienendo inayofanana na ile ya Afrika. Mavazi ya rangi zilizovaliwa wakati wa sherehe zilikuwa zinafanana na za mataifa ya Afrika. Sherehe za mavuno zilikuwa sawa na zile zilizofanywa na wakulima wa Afrika. Ibada ya asili na mizizi ya miti ilikuwa kawaida katika maeneo yote. Watu walishukuru ardhi kwa njia zinazofanana na taratibu za Kiafrika. Miungu ya rutuba na mvua iliabudiwa kwa njia sawa katika maeneo hayo. Sherehe za ujana na utu uzima zilifuata kanuni zinazofanana na za jamii za Afrika. Hii inaonyesha kwamba maisha ya kila siku yalikuwa yameunganishwa kwa kina. Ubunifu wa Misri katika fani ya sayansi ulipata msaada kutoka watu Afrika. Utaalam wa kuangalia nyota ulipewa nguvu na wataalam kutoka maeneo ya kusini. Hesabu za jadi zilionekana kuwa zinashirikiwa na jamii nyingi za Afrika. Tiba za magonjwa zilionekana kuwa zimetokana na ujuzi wa pamoja wa dawa. Wagonjwa wa Misri walipona kwa kutumia mimea iliyoletwa kutoka nchi za Afrika. Madaktari wa zamani walibadilishana ujuzi wa kutibu majeraha na magonjwa mbalimbali. Kitabu cha Ebers cha tiba kina dawa nyingi za asili ya Kiafrika. Operesheni za upasuaji zilionekana kufanywa kwa mbinu zinazofanana na za Afrika. Wachungaji wa afya walitumia vifaa vilivyotengenezwa kutoka rasilimali za pamoja. Hii inaonyesha kwamba hata elimu ya juu ilikuwa imeshirikiwa kati ya mataifa. Viwanda vya Misri vilikuwa vikitegemea wafanyakazi wenye ujuzi kutoka maeneo ya Afrika. Wachungaji wa mawe walikuja kutoka Nubia na Sudan kuwafundisha wafundisha wa Misri. Waashi wa chuma walisafiri kutoka nchi za magharibi kufundisha mbinu za kuyayusha madini. Wanamaji wa samaki kutoka ziwa Victoria Walifundisha wa Misri namna bora za uvuvi. Wafumaji wa nguo kutoka Ethiopia walifundisha mitindo mipya ya kupamba mavazi. Watengenezaji wa vyombo vya udongo walikuja kutoka Chad na Kenya kufundisha. Wajenga nyumba kutoka Somalia walifundisha mbinu za ujenzi kwa matofali ya udongo. Hata waandishi wa vitabu walikuja kutoka maeneo tofauti ya Afrika Mashariki. Usambazaji huu wa ujuzi ulifanya Misri kuwa kitovu cha maendeleo ya Afrika. Hakuna ustaarabu ulioweza kujitenga na kuendelea bila msaada wa majirani wake. Sasa tumefikia mahali ambapo tunaweza kufanya muhtasari wa kile tulichojifunza leo. Kuna ukweli wazi kwamba Afrika haikuwa ni mahali tofauti na Misri. Misri ilikuwa sehemu ya Afrika katika kila jambo kutoka uchumi hadi utamaduni. Watu walibadilishana bidhaa, mawazo, damu na hata utawala. Kwa miaka mingi, historia inayofundishwa mara nyingi haionyeshi ukweli huu wa msingi sana, lakini ushahidi wa kisayansi, kiarkeolojia na kihistoria unaonyesha ukweli wazi: Misri ya kale ilikuwa taifa la Afrika kwa njia zote za maana. Watu wa Misri walijiona kuwa Waafrika na walikuwa na uhusiano na majirani zao: dhahabu, madini, chakula, dini, sanaa na hata wafalme walikuja kutoka Afrika. Hii ni hadithi ambayo lazima ifahamike vizuri na kusambazwa duniani kote. Tunawashukuru sana nyote mliotufuata hadi mwisho wa somo hili muhimu. Ninyi ni sababu tunazoendelea kutoa elimu bora kuhusu historia ya Afrika. Tafadhali msisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Ufalme Uliopotea, pigeni like kwenye video hii ili wengine nao waweze kuiona na kujifunza. Katika sehemu ya comments, tuambieni ni hitimisho gani mmelifanya kutokana na mada hii. Je, mnaamini kwamba Misri ni sehemu halisi ya historia ya Afrika? Andikeni maoni yenu yote kwa kina ili tuweze kujadili zaidi. Hatutaki tu viewers, tunataka jamii ya watu wanaopenda historia ya kweli. Kila wiki tutakuwa na mada mpya za kuvutia kuhusu Afrika na historia yake. Tutaonana tena katika video ijayo, na asanteni kwa muda wenu na umakini.